Na mtazamaji, vyuo vya kiufundi nchini sasa vimeonywa dhidi ya kutoa mafunzo ambayo hayajaidhinishwa na mamlaka ya usimamizi wa shule za kiufundi na taasisi za elimu ya juu. Naam, haya kijiri huku chuo cha Top Max, kilichoko eneo la Embakasi hapa Nairobi kikiwa kati ya zile zilizolaumiwa kwa kutoa mafunzo ya kozi zaidi ya zile ambazo zimeidhinishwa. Naam, Emily Chebet anaarifu kuhusu mkanganyiko ulioibuka miongoni mwa wanafunzi na hofu yao ya kupoteza karo zao. Baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Topmax eneo la Pipeline hapa jijini Nairobi wana hofu ya kupoteza pesa na muda wao baada ya kubainika kuwa chuo hicho kimekuwa kikitoa baadhi ya masomo ambayo hayajaidhinishwa na mamlaka ya usimamizi wa mafunzo ya kiufundi venye courses ndo ziko licensed kufunzwa tulipelekwa i think she's the director by the name bibiana akatuambia that the courses are not accredited and they should not be offering the courses wakatuambia tuandike barua ndo wakuja kufanya investigation themselves then they'll give a feedback Ripoti rasmi kutoka mamlaka hiyo ya TVET inaonyesha kuwa chuo hicho cha Topmax kina taasisi mbili zilizosajiliwa chini ya TVET katika maeneo ya Pipeline na Umoja, Nairobi. Chuo cha Top Max kimekuwa kikitangaza zaidi ya kozi 37 za biashara, kozi 15 za uhandisi na 12 za teknolojia na mawasiliano. Mkurugenzi mkuu wa TVET Daktari Kipkirui Langat amethibitisha kuwa mamlaka hiyo imepokea malalamishi kutoka kwa wanafunzi na wananchi wengi na wameanzisha uchunguzi. Hata hivyo mkurugenzi mkuu wa chuo hicho Jefta Omeke Obiri ameilaumu mamlaka hiyo kwa kile amekitaja kama kuchelewa kubadilishwa kwa maelezo kwenye mtandao akisema baadhi ya kozi zinasubiri kuidhinishwa. We have four categories of programs. We have programs which are fully accredited. We have programs which are under interim accreditation and we have programs which have been inspected awaiting their their full licenses. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.